Habari pioneers, karibu sana kwenye jukwaa lako pendwa la taaluma, official Khudhey Pi updates. Hapa tunakuletea elimu ya uhakika kuhusu Pi network kwa lugha fasaha ya Kiswahili na kwa mtazamo unaoeleweka kirahisi ili kuhakikisha kila pioneer anapata taarifa mbalimbali kwa wakati na kwa uelewa wa kina. Kama wewe ni mmoja wa mamilioni ya pioneers wanaotaka kujua kwa kina nini kinaendelea kwenye Pi network, basi uko mahali sahihi kabisa. Na kama bado hujabonyeza kitufe cha subscribe, fanya hivyo sasa. Like video hii kama ishara ya kutuunga mkono, andika maoni yako pale chini ili tuweze kujadiliana kwa pamoja, na usisahau kuwasha kengele ili kila tunapotoa video mpya uwe wa kwanza kufikiwa. Leo tunakwenda kuchambua kwa kina updates mbili muhimu sana kutoka kwa Pi Core Team ambazo zinaashiria hatua kubwa za maendeleo ndani ya mfumo wetu huu wa kidijitali. Kwanza tutaangazia ujio apps mpya tano zilizoorodheshwa rasmi kwenye mainnet ecosystem interface, na pili tutaelewa kwa undani kuhusu njia mpya na rahisi ako ya kurudisha akaunti yako ya Pi kupitia barua pepe, hatua ambayo inaleta urahisi usalama na uhakika zaidi kwa kila pioneers. Programu mpya zimeongezwa kwenye mfumo wa mainnet, na pia urejeshaji wa akaunti sasa ni rahisi zaidi kuliko ilivyowahi kuwa. Leo nitakupeleka hatua kwa hatua kuelewa maana ya maboresho haya mapya kwa nini ni muhimu na jinsi yanavyokugusa moja kwa moja kama pioneers wa Pi. Kwanza kabisa, tuanze na jambo kuu, programu tano mpya zimeongezwa kwenye mainnet ecosystem interface. Hizi siyo programu za kawaida tu, ni programu zilizopitia tathmini makini na zikakidi viwango vya ubora, ukamilifu wa kazi zake, manufaa kwa jamii na uzingatiaji wa sera kali za mfumo wa Pi. Miongoni mwa hizi programu mpya kuna programu ya mchezo wa nyoka, ndiyo snake game kwa wale wanaopenda michezo ya kuburudisha. Pia kuna programu za biashara mtandaoni ambazo zinakuwezesha kutumia pai yako kufanya manunuzi halisi. Na zaidi, kuna programu maalum zinazokupa taarifa muhimu kuhusu tokeni ya pai, thamani yake, matumizi na maendeleo. Programu hizi hazijaletwa tu kwa ajili ya kuongeza orodha. Zinalenga kukuonesha kuwa pai ni zaidi ya kuchimba tokeni. Pai inajenga mazingira ya kiuchumi yanayoweza kutumika, yanayoleta faida halisi na yanayojenga maisha ya kidigitali yanayomilikiwa na watu wa kawaida kama mimi na wewe. Na unachopaswa kufahamu ni kwamba orodha ya programu kwenye mainnet ecosystem interface haimaanishi hizo tu ndizo zipo. La hasha, hizi ni zile zilizothibitishwa kwa viwango vya juu, lakini bado kuna programu nyingine nyingi kutoka kwa jamii ya developer wa Pi ambazo zipo kwenye mainnet lakini hazijaorodheshwa rasmi. Unachoweza kufanya ni kutafuta apps za jamii ambazo zinaorodhesha programu nyingi zaidi. Huko utaona hata programu zaidi ambazo zinafanya kazi kikamilifu na pia zinatoa nafasi zaidi ya kutumia Pi yako. Sasa turudi kwenye habari ya pili muhimu, urejeshaji wa akaunti. Kwa muda mrefu, watumiaji wengi wamekuwa wakikumbwa na changamoto ya kupoteza neno la siri na kushindwa kurudisha akaunti zao kwa urahisi. Sasa Suluhisho limepatikana. Kama umeweka barua pepe yako kuwa njia ya kuaminika kwenye akaunti yako ya Pi, basi utakuwa na uwezo wa kupokea kiungo cha kuweka upya neno la siri kupitia email. Njia hii ni ya kisasa, salama, rahisi na haina utegemezi kwa kampuni za simu ambazo mara nyingine hukwama au kuchelewesha ujumbe. Email inapatikana kila mahali duniani na haikuhitaji gharama ya ziada kama vile SMS au simu. Kwa hiyo, ikiwa utapoteza neno lako la siri usihofu tena. Tembelea tu email yako, fuata link na uweke neno la siri jipya kwa urahisi kabisa. Hii si tu inalinda upatikanaji wako wa akaunti, bali pia inasaidia kuhakikisha kuwa watu wengi zaidi wanabaki kwenye mfumo, wanashiriki na hawakatishwi tamaa. Inaimarisha jamii ya Pai na kujenga msingi imara wa ushirikiano wa kidigitali unaodumu. Na hivyo ndivyo tunavyofunga somo letu la leo. Kama umejifunza jambo jipya, iwe ni kuhusu apps zilizoongezwa au njia bora ya kurejesha akaunti yako basi, hiyo ndio dhamira yetu hapa, kukupa taarifa zilizo sahihi kwa wakati na kwa lugha unayoelewa. Like video hii, comment kwa mtazamo wa swali lako, subscribe ili usipitwe na vipindi vijavyo, na usisahau kuwasha kengele. Endelea kuwa pioneer mwenye maarifa, mwenye maono na mwenye bidii ya kuchimba pae kila siku. Tunarudi tena hivi karibuni na updates nyingine mbalimbali mbali za kusisimua. Hadi wakati huo, kumbuka Official Khudhey Pi Updates, maarifa ya leo, mafanikio ya kesho.